Changamoto ya kupoteza kumbukumbu zipo -kumbu. Sababu nyingi ambazo zinazofanya binadamu aweze kupoteza kumbukumbu -kumbu. Na katika sababu hizo kila mtu anapitia na changamoto zake maana anamsalisha kwamba mtu mwingine anakuwa na tatizo la kupoteza kumbukumbu -kumbu. Sasa tuangazie sababu saba ambazo zinaweza kumfanya binadamu wakawa wanapoteza kumbukumbu. Sababu ya kwanza kwanza ni utu uzima, yani uzee kuanzia umri wa miaka 60 na kuendelea, wapo hatarini kuweza kupata changamoto hii ya kuwa tatizo la kusahau mara kwa mara, yani kupoteza kumbukumbu kumbu. Ni kwa sababu ya utu uzima wao, lakini pia hata ubongo wenyewe umeshaanza kuchoka kuweza kufanya kazi zake, sababu mishipa ama neva zimeanza kusinyaa, hivyo kuto kupeleka damu vizuri na hata neva zake kutoweza kuchakata baadhi ya mambo vizuri, hivyo unazomsababishia huyo mtu kuanza kupoteza kumbukumbu kumbu. Sababu ya pili ni, ku, ni kupata ajali iwe mtu mzima, iwe kijana, iwe mtoto anaweza, na pindi atakapata ajali ajali na akapata hitilafu katika upande wa kichwa, basi ipo hatarini kuweza kupata tatizo la kupoteza kumbukumbu. Maana yake kwamba eh, ajali haina mwenyewe eh, leo ni mzima wa afya, lakini kesho ni mgonjwa kutokana na ajali, hivyo inaweza kusababishia kuweza kupoteza kumbukumbu -kumbu kwa wakati wowote ule, na? Lakini sababu zingine, eh, ni msongo wa mawazo kwa wale wanaopitia changamoto za kimaisha eh, ila kazini, majumbani kwao, unyanyasaji wa hapa na pale, mambo mengi ambayo nakuwa napitia hivyo kusababisha kwamba kuwa na msongo wa mawazo wa kupitiliza, kupita kiasi. Hii inamsababisha hata yeye mishipa yake ama neva zake kutokuweza kufanya kazi vizuri na kutokuweza kuipa chakula chake asilia katika upande wa ubongo, kwa sababu ubongo unategemea damu nyingi ya kutosha, damu nyingi ya oksijeni, ili ili ubongo uweze kufanya kazi zake. Lakini ubongo unapopata damu ndogo sana ya oksijeni inaweza kusababisha kupata maumivu ya kichwa mara kwa mara, eh, macho kuwa hafifu na hata kupoteza kumbukumbu pia vile vile. Sababu zingine zinazomfanya binadamu haweze kupoteza kumbukumbu kumbu, eh, ni sababu ya magonjwa magonjwa, mfano kama vile HIV, eh, kisukari pesha, eh, na maradhi mengineyo ya figo na ini, na bandama ama kensa na matatizo mengine mengi ambayo eh, yinyi, ambayo inaofanya wewe uweze kupoteza kumbukumbu ni sababu kwanza itakufanya uweze kutumia dawa kali, dawa ambazo e, zenye kemikali nyingi, hivyo zinaweza kuathiri mfumo wako wa ubongo na kuweza kujikuta kwamba mara nyingi huwa wanapoteza kumbukumbu. Mfano kama mgonjwa wa HIV, maanake yeye anatumia dawa zake daimani kila siku anakuwa anatumia dawa na zile dawa ni kali hivyo zinaweza kumsababishia maradhi yoyote yale katika mfumo wa mwili wake, kutokana na zile nguvu za zile dawa. Hivyo inaweza kumsababishia kupata maumivu makali ya kichwa na kumsababishia kuweza kupoteza kumbukumbu ama kuwa na hasira sana mara kwa mara. Hivyo itakapotokea hali kama hii ya kuweza kupoteza kumbukumbu, basi siofu Zipo dawa ambazo ni nzuri na zenye kuweza kurudisha mfumo wako ubongo uweze kukaa sawa, hivyo inaweza kukuondolea maumivu ya kichwa ambayo unayapata mara kwa mara na kukurudishia kumbukumbu zako ambazo unakuwa unasahau mara kwa mara. Yupo mtu ambaye anaweza kwa siku akasahau mara sita mpaka mara kumi kutokana na tatizo lake, na kwa sababu hizo, basi nimekuandalia dawa nzuri ambayo itakayoweza kumaliza changamoto yako. Hebu sikiliza hii nitakayokuelekeza yu Eh, lakini ukishindwa kuandaa hii ni tafuta, ipo ambayo nipo, nipo, tayari nimesha jiandaa kwa ajili ya kuweza kutibu changamoto hiyo. Uh, tafuta hivi vitu vitu vifuatavyo, ni adarasini ya unga, mnaifahamu adarasini ya unga wa uatu, unga wauatu unga ya ambati soda, eh giligilani, eh just eh, jas bauza hivi vitu kivipata, vitu hivi ukivipata, changanya pamoja baada ya kuchanganya pamoja Huwa unatumia asubuhi na jioni katika uji mwepesi, katika uji mwepesi koroga, huwa unatumia kila siku. Baada ya siku kumi na nne ama siku ishirini na moja utaanza kuona matokeo yaliyokuwa mazuri sana kutokana na changamoto yako inayokusumbua. Lakini ukishindwa kuandaa dawa hii, basi hiko dawa ambayo mimi nimekuandalia na ni nzuri sana kwa ajili ya kuweza kurudisha kumbukumbu zako, hivyo nitafute. Namba zangu za simu jumlisha 255 usisahau kunifollow nitakufollow back, like, comment, share, acha swali lako katika comment section nitakujibu vizuri tena ipasavyo kabisa, lakini usisahau kusubscribe katika channel yangu ya YouTube. Nikutakia siku njema, bye bye.